Salamu alaykum. Hauruhusiwi kufunga ukiwa katika hali ya janaba. Ukiwa katika hali ya janaba, saumu yako inakuwa ime, haitakabaliwi na haikubaliki, na unatakiwa ndio uweze kufunga ufanye ghusli ya janaba. Ghusli ya janaba ni ambayo tutaelezea katika uh, vikao vingine, iko na masharti yake na iko na namna yake ya kuoga ndio upate tahara ambayo inakuruhusu kufunga lakini ikitokezea kwamba wewe umepatwa na hali ya janaba, lakini maji imekatika, na usiku mzima umekaa umesubiri, umesubiri hadi wakati unataka kuanza kuweka nia ya kufunga, ndio maji inakuja, na hiyo mda haikutoshi wewe nini kuoga. Unaambiwa badala ya kuoga ghusli ya janaba, unatakiwa ufanye tayamum ya janaba. Tayamum ziko aina mbili, kuna tayamum badala ya udhu Yaani, maji imekatika ulikuwa unatakiwa utawadhe ili uswali, na kuna ile kwamba maji imekatika unatakana uoge ghusli ili uweze kufunga. Sasa, kwa sababu hauwezi kuoga ya ghusli ya janaba, unafanya tayammum ya janaba. Maelezo yake na namna yake katika vikao vyake, inshallah tutazungumzia. Akina mama pia ambao wako katika hali zao lazima pia waoge ndio waweze kufunga. Siku zao zikiisha, hawezi tu kwamba siku zimeisha, wanaanza kufunga. Lazima wafanye nini? Wafanya, wapate ghusli ya, ya, ya hizo siku zao, ndio wanaruhusiwa sasa kunini kufunga. Na ikipata na hali kama hii pia kwamba maji hakuna, hao pia inabidi wafanye nini? Wafanye tayammum badala ya ghusli.